Hello, rafiki yangu ambaye unaendelea kutufuatilia ukiwa nyumbani pamoja na marafiki zangu ambao tuko wote hapa katika mkutano siku ya leo, hamjambo. Basi leo tena ni siku nyingine, siku ya tatu katika mikutano yetu, na tunasoma uzuri. Jana tulikuwa tunasoma uzuri kwa wale ambao mlikwepo, na leo tunaendelea. Asante kwa kujiunga pamoja nasi hapo kwenye screen yako. Basi kabla ya kuanza lju mbinguni vinakotukuze. Sasa mwalimu wetu anakwenda kutufundisha kuhusu kitu ambacho anaenda kutufundisha leo. Mungu, tusaidie tukielewe katika Yesu Kristo, amina. Amen. Sasa leo tena tunayo story nzuri sana. Jana tujifunza somo lenye kichwa kinachosema sura ya Mungu. Leo tunakwenda kujifunza tena somo nyingine linalotoka katika kitabu cha Warumi tano nane na hapo baadaye tutaisoma siku moja. Aa, kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja mdogo sana alikuwa na miaka minane, alikuwa ni mvulana na alikuwa anaitwa Tom. Nimesema alikuwa anaitwa nani? Ha, yes! Sasa Tom alikuwa ni mbunifu, lakini pia alipenda kutengeneza tengeneza vitu hivyo akiwa weekend mara nyingi alikuwa anatengeneza magari, anatengeneza boti na vitu vingine. Siku moja Tom alipanda meli kwenda sehemu fulani, basi alienjoy sana hiyo safari, na alijiambia akilini ya kwamba nitakaporudi nitatengeneza boti nzuri, hebu nione hiyo boti, tuonyeshe marafiki zetu, nitatengeneza boti nzuri. Basi nakwambia Tom aliporudi nyumbani kwenye karakana yake, akachukua mbao akachukua nyundo, akachukua msumeno, akachukua na misumali, akaanza kugonga gonga, kugonga gonga, anatengeneza anatengeneza, anatengeneza boti. Basi anatengeneza boti, siku ya kwanza inaisha, siku ya pili inaisha. Alichukua muda mrefu sana kukamilisha kile ambacho alikuwa anakihitaji. Lengo lake ni kutengeneza nini? Boti. sasa baada ya mwezi mmoja, Tom akawa amekamilisha kutengeneza boti yake, ambayo nzuri ikawa inafunguka inajifunga, akawa anacheza cheza. Sasa siku hiyo akasema, hebu ngoja nikaijaribishe kuweka kwenye mto, nione namna ambavyo boti yangu itakuwa inaelelea na kutembea. Basi Tom akachukua boti yake, nakuambia, akaenda mpaka kwenye kijito, pembezoni mwa kijito, rafiki yangu, alipoweka boti yake, pa upepo mkali na mto ukachukua boti yake, ukaondoka na boti yake. Tom akaanza kuikimbiza boti yake, anakimbiza, anakimbiza, yeye anakimbia pembezoni, pembe mwa, mwa kijito, lakini mto ulikuwa unaenda kwa kasi sana, na siku hiyo bo, boti ya Tom ilifanikiwa kuenda na Tom hakufanikiwa kuiokoa boti yake, basi alirudi nyumbani akiwa analia machozi kwenye mashavu, makamasi kwenye pua anajifuta. Alivyofika nyumbani akawa na huzuni, kwa sababu alitumia muda mwingi kutengeneza boti yake, lakini tazama, leo boti yake imeondoka. Sasa siku moja hivi akiwa anatembea mjini kama Kariakoo vile, akiwa anakatiza mitaa mjini akaona boti inauzwa. Alipoisogelea akagundua ndo ile ile boti aliyoitengeneza. Akaenda kwa muuza duka akamwambia, ha, mimi boti mbona kama naifahamu, ni boti yangu. Muuza duka akasema, mmm, ni nini ambacho kimekufahamisha kwamba hii ni boti yako? Akamwambia, angalia, angalia, hebu msaidie kuangalia, angalia, angalia hata pembezoni pale, angalia kuna alama niliandika, nilisaini Tom Tom, hiyo ni boti yangu. Muuza duka akamwambia, kweli, ina alama ni boti yako, lakini kwa kuwa imeshafika kwenye duka yangu, kuna mtu aliyokota akaileta kwenye duka yangu akaniuzia. Lakini kwa kuwa imeshafika kwenye duka yangu, hivyo wewe ili uipate tena kwa mara ya pili, ya kupasa uinunue. Basi Tom akatoka akarudi nyumbani akamwelezea mama story. Baada ya hapo, mama akamwambia, mwanangu, sijali, chukua pesa, nenda akaichukua boti yako kwa muuza duka. Basi Tom akarudi akamlipa yule muuza duka pesa na muuza duka akamkabidhi ile boti ambayo mara kwanza ilikuwa ni boti yake mwenyewe. Sasa Tom alifanikiwa kurejesha kile ambacho mara ya kwanza alikipoteza. Sasa sikilizeni, marafiki zangu wadogo, Warumi tano nane inasemaje? Nisome Warumi tano nane nayo inasema, bali Mungu waonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa Tungali wenye dhambi. Ngoja nikuambie, dhambi ilitutenga mbali na Mungu wetu ambaye yeye ndiye aliyetuumba, alitutengeneza katika siku ile ya sita. Hivyo dhambi ilitutenga mbali, basi na sisi tukakaa mbali na Mungu. Lakini sasa Mungu bado hakutukatia tamaa sisi marafiki zake wadogo. Akaweka mpango mkakati wa kutununua tena na damu yake ya thamani. Basi akamtuma Yesu katika Yohana tatu kumi na sita. Akapigwa misumari, akavishwa taji ya miba, akafa. Lengo lake ni kumwokoa mtoto ambaye ni kajizi, kanaiba. Lengo lake ni kumwokoa mtoto ambaye ni mchokozi. Lengo lake ni kumwokoa mtoto yule ambaye ni mgomvi. Sasa tunapotenda dhambi, tunajitenga mbali na Kristo, natazama Mungu mbinguni anahuzunika, kwa sababu tayari sisi watoto alishatununua kwa damu yake ya thamani haleluya! Wangapi wanampenda Yesu kama mimi ninavyompenda? Tunampenda Yesu naye anatupenda zaidi, kwa sababu tayari alishakufa na kutununua kwa damu yake ya thamani. Tusimame tuombe, tuombe. Asante Kristo, Mungu wetu wa mbinguni, tumefahamu na kugundua ya kwamba unatupenda sana lakini ulikufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi, watoto ambao ni wakosefu, lakini lengo ni kuturejesha tena, tuitwe wana wako. Tunashukuru, endelea kutusaidia tu watoto wazuri, tuepukane na utundu wote na utukutu wote. Tumeomba ni katika jina la Yesu Kristo, na kila anayeamini aseme amina. Asanteni kwa kufuatilia, endeleeni kuwa pamoja nasi, kwaherini.